Ili mwanamke akae na mwanaume, lazima mwanamke abaidi kwenye maono ya mme. Vipi kama mwanaume huyo hana maono? Ndio nachosema, kama una maono na ukaokota mwanamke mwenye maono ndoa inavunjika. Maana yake mwanamke mwenye maono atakiu kupata mume. Unapotafuta mwenza, wewe usioe, wewe yaoe maono yako ili aje mtu atake push kwenye kilo agenda uliyoibeba ndoa haivunjiki unaweka position gani wanawake wenye maono kama ana maono atafute mtu mwenye vision kubwa kuliko yeye okay. adumbukie mle ndani akiwa yeye ndio yuko juu hiyo ndoa haikai kwa sababu tafusiri yake kwa mume wake itakuwa sio itakuwa sio na kwa mentality ya, kiani, ya kikwetu ya afrika ya mfumo dume huta survive na mwanaume ndio maana mabinti wengi unavyosikia si, ah, mama kuolewa nini wamechoka hawajui tatizo tatizo ni kwamba wameingia kwenye ndoa na vision zao. Watu wengi hawana uvumilivu mm. Na mahusiano, kitu kinachofanya watu wakae pamoja ni uvumilivu tu. Yeah. Hebu fikiria watu wameoana mkomao A na mkomao B wamekomaa wote mm. Alafu wanapoishi pamoja bila uvumilivu hawawezi kwenda, kwa sababu kila mtu amekomaa the maximum Yeah. Na sasa mabinti wanachelewa kuolewa kwa sababu ya ma, mipango ya masomo na vitu mbalimbali mm, wanaingia kwenye ndoa wakiwa wamekomaa mm, na wana vision zao. Yeah, wana mipango yao, wanataka mwanaume wa kuwasaidia kwenye vision zao, ambao nature haitaki. live na G. Round up. Uh, I'd say I was in a relationship with the guy and things happened. Chuoni, I uh, was nilikuwa chuoni and then the baby happened. Nikaona mwenzangu we are not on the same page. So, I was like, okay, tayari mtoto anakuja na we are not on the same page. What am I going to do? I have to accommodate the situation. Lazima mtoto akue, lazima aishi vizuri na lazima mimi niendelee na masomo. Of which yalikuwa ni maamuzi makubwa sana na magumu sana kwa sababu yalikuwa yanaathiriwa na vitu vingi sana. Yalikuwa yanaathiriwa na mimi mwenyewe utendaji wangu, yalikuwa yanaathiriwa na familia, yalikuwa yanaathiriwa na eh, eh, chuoni pale, mazingira, wenzangu, marafiki, na provided wakati huo bado babangu hawajastaafu, ni mkufunzi Sokoine, so you can imagine. Haikufikia kuna ile vijana kwamba hey, uja he ujauzito umetokea, hatukuwa tumepanga. Mlikuwa na hiyo convo? Of course, conversation kama hiyo ilikuwepo and provided he was not ready, uh, it's something that crossed his mind, pengine ana sababu zake, nisingependa sana kuzizungumzia Live na G Round up. Ili mwanamke akae na mwanaume lazima mwanamke abaidi kwenye maono ya mme. Vipi kama mwanaume hana maono? Ndio nachosema. mm. Kama una maono naukaokota mwanamke mwenye maono, ndoa mm. inavunjika, maanake mwanamke mwenye maono atakiwe kupata mume. Unapotafuta mwenza, wewe usiowe mm. wewe yaowe maono yako, ili aje mtu atake push kwenye kile ajenda uliyoibeba, ndoa haivunjiki. Unaweka position gani wanawake wenye maono Sikiliza nikuambie, uh, kama ana maono, uh, atafute mtu mwenye vision kubwa kuliko yeye okay, adumbukie mle ndani akiwa yeye ndio yuko juu, hiyo ndoa haikai, kwa sababu tafsiri yake kwa mume wake itakuwa sio Okay. Itakuwa sio na kwa mentality ya kiani ya kwetu ya Afrika ya mfumo dume, huta survive na mwanaume kwa maana mabinti wengi wanavosikia, si, ah mama kuolewa nini wamechoka hawajui tatizo. Tatizo ni kwamba wameingia kwenye ndoa na vision zao Okay, sasa okay. Unapopeleka vision yako kwa mme wako lazima, hiyo ndo haiwezi kwenda haiwezi. Alafu kitu cha pili mm. power, power ya elimu mm. power ya fedha, madaraka na imani mm. Ukikuta mwanamke amemiliki vizuri kimojawapo ya hivi mm. uwezi kaa naye otherwise, mm. awe ni mtu ana discipline ya imani kupitiliza mm. haishi yeye, inaishi imani aliyokuwa naye, sivyo? Anafai, ana power ya pesa, utamwambia nini sasa? Okay. ana madaraka utamwambia nini? Labda wewe we, we na madaraka makubwa kuliko yeye, kwa sababu nguvu huongoza nguvu nyingine mm. yani wewe ukikuwa oh, na nguvu kidogo, kaleta nguvu kubwa lazima ikukandamize automatically. Unajua, nimekuelewa sana ishu ya future ya mwanaume, kwa sababu uh, kuna mtu mmoja aliniambia mwana, mwanaume sisi tunajali sana past ya mwanamke, historia ya mwanamke Mm. Na mwanamke anajali sana future ya mwanaume. Kwa hiyo kuwa makini sana Di, na unavomuelezea mke wako au girlfriend wako kuhusu future yako, kwa sababu wenyewe ndio nakupima. So future ni jukumu la mwanaume, that's it. Kwa hiyo sasa unakuta malezi na teknolojia mm, inapeleka tunatufanya tuishie mahali hapo ambapo mm, tuna watu wasio na uvumilivu mm, nachukua kwamba wametaka kwanza mtu ameingia kwenye ndoa akiwa mkubwa, miaka 30 na kitu mm, halafu weka hapo, hana uvumilivu Mm. Hiyo ndio itaenda wapi? Kuzaa watazaa kwa sababu ni natural. Mm. Haihitaji akili zao. Mm. Sasa wanapozaa na wako na hali hii ndio mm. wanaongeza confusion. Hawawezi kwenda popote. La sivyo wawe ni watu ambao wamejitoa sacrifice kwenye maisha ya imani kwa maana basi. Mm. Eh, lakini bila hivyo hapana, alafu weka hapo juu. Mm. Sasa ngoja nikwambie kitu kifanyie uchunguzi. Unajua ni kwa nini watoto wa kike wanazidi kuongezeka duniani? Okay. Interesting. Ah, wanawake ni wengi sio? Yeah, muda watakuwa mara mbili yetu. Yeah, mimi nimejua, labda ni sababu za kibiolojia kwamba oh. yai yao ni rahisi kupatikana kuliko si. mbona zamani haikuwa kubwa na okay. namna hiyo, ina maana wai za zamani hazikufanya kazi. Tufikirisha okay. no, no, no, ni kwamba ninavyojua, mm. mimi Cosmass mm. Mm. mwanamke akiwa na umri mkubwa mm. nafasi ya kuzaa mtoto wa kiume ni ndogo sana Okay. Fuatilia hichi kitu mm. pima kwenye familia yenu mm. mama zetu waliolewa na miaka 18, kumi mm. mm. na ngapi, walifuruliza watoto wa kiume mwanzoni, akikomando anaanza kuzaa wanawake. Fuatilia hizo mm. familia za zamani, yaani fuatilia, sio kama okay. naongea uongo. okay. na ni nanielewa ni fact. Okay. Kadri mwanamke anavyochelewa kuzaa mm. ndivyo anavyopunguza uwezekano wa kuzaa watoto wa kiume oh, yeah. Wewe pima kwenye familia yenu, mimi siongee mama yako kama alizaa miaka 18, 20, ngapi hapo mm. alianza wanaume, sio asilimia mia, ah, asilimia zaidi ya 80. Ah, okay. Hili tuambia nini? Ni kwamba mm. kama hali ni hiyo mm. kwa maendeleo haya ya dunia, watu wanawake wanachelewa kuolewa kwa sababu ya elimu mm. wana, wanataka waingie kwenye ndoa wakiwa na power mojawapo aidha madaraka mm. ama elimu mm. ama fedha mm. aingie kwenye ndoa akiwa amemiliki kimoja wapo ya hivi kwa hiyo wanachelewa kuingia kwenye ndoa, kwa hiyo watoto wa kike wataendelea kuzaliwa mara mbili mbili. Okay. Dunia itajaa wanawake kuliko unavyofikiria, nakwambia. Lakini maamuzi ya ndoa ni maamuzi ya mwanaume. Live na G Roundup. Sisi Watanzania uh, wa, wa Afrika pasei kwa sisi Watanzania. Um, mwanaume ndio anafanya initiative ya kuoa mwanamke, kwa hiyo um, mwanamke anasubiri mwanaume ainitiate, na hata kama mwanamke ata initiate, suala la kuoa linabaki kwa mwanaume. Kwa hiyo ukimuuliza binti wa Kitanzania, unaolewa lini? unamwacha njia panda kwa sababu it's not up to her to decide. Wanawake wanatafutwa, ila wengi wanagoma mpaka amalize malengo yake. Okay. sina nielewa sasa hawajui kwamba kaji wanavyochelewa, kuna mm. kitu kina kitamisi mm. Na ndivyo watakavyoshindu hata kuingia kwenye kukaa kwenye hizo ndoa zenyewe. Oh, yeah. Na nielewa mm. Sio kwamba hawatafutwi. Ah, mm. Wengi wanagoma kwa sababu ya mentality kwamba mm. Yani, tuna, tunakuwa na umri, mtu anaingia kwenye mahusiano akiwa ndoa akiwa mtu mzima mm. Na hana uvumilivu, si rahisi kuvumilia. Okay. Sio rahisi, na cha pili ndio hicho mm. Watoto wa kike watakuwa wengi mno fanyia uchunguzi hichi kitu ya yeah. Jamani, hii siwe mimi tu, kila mtu ambaye anafuatilia hii, I hope utafanyia uchunguzi hiki ambacho amekizungumza hapa, kwamba na maana yake kuna data ambazo zitakuwa ziko nyuma. zipo, zipo, zipo. tutakuwa na ChatGPT nabidi upite uulize and everything. I hope unaenjoya madini ambayo unayapata hapa Tuko na Cosmas Madulu mwalimu na mtaalamu wa saikolojia na malezi ambaye amekuwa akiponya jamii yetu kupitia vyombo vya habari, lakini pia anafanya haya mambo kupitia maeneo mbalimbali mbali. kama ulivyosikia anaenda vijijini, anapita anakutana na, pita, na wanafunzi anakutana na walimu na kiukweli, ndicho ambacho tunajaribu kukifikisha hapa kwenye taifa letu, kwa sababu brother Cosmas ni huwa anapenda kusema hiki kitu kwamba ni rahisi sana kutatua matatizo ya kiutawala kwa, kwa, kwa kutumia jamii kulikuwa kutu, kutatua matatizo ya kijamii kwa kutumia utawala. Ndio. Na nilikuwa naongea na brother Chua, tutamsikia baadaye hapa, akawa anasema kuna kama upuuziaji ambao upo hivi kwenye hizo taasisi ambazo zinakaa kwenye upande wa malezi. Ndio. Kwenye nchi na hata vipindi kama hivi inakuwa ni vichache sana kuhusiana na malezi, na watu wanachukulia kama no, kuna maajabu yanaweza kaenda kutokea pale mtu akiwa amefikia level kubwa ile, labda ni waziri tayari na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo utakuja kujadili baadaye hapa na tutamsikia brother Jua. Labda nikuambie ni kitu kidogo kabla hujatoka okay, dakika chache mm. Unaelewa, dunia tuliyonayo sasa hasa mm, jamii zetu, nchi maskini mm. kuna clip yako ile unawaambia, mtu anaangalia maniu, wamekusema wame <laughs> Online wanasema, kwa nini umetumia kwa sababu ni kitu nina. Lakini huu ndio ukweli. Lakini the reality is, yeah. Kama hatuna mtu anayeona kwa sababu lazima kuwe na mtu anayeona mm. mm. ili mm. kusaidia jamii. Sasa jamii zetu bahati mbaya zinasubiri matokeo ndio lazima tuwe tuna watu, watu wanaoona naenda kwenye kudumbukia shimoni. hmm. tutakuwa na jamii ya watu waliolisha hisia tu hawana ufahamu. hmm. hawawezi kutumia ufahamu wao vizuri kwa sababu hisia ziko juu, anaguswa kitu kidogo tu hmm. anainua hasira ya ajabu. Ndio maana hata mijadala hata ya siasa na sehemu nyingine watu wanavyojadili, unaona huyu mbona, too much emotions, ndio nakwambia, ana hisia zaidi ya ufahamu na hivi vitu sio automatic, inategemea na watu wanaishije, wanasikiliza nini. Na mtu wa aina hiyo maana yake ni mrahisi kummanipulate. Ndio maana maanake tuwe na watu ambao wanalisha ufahamu, sio hisia. Unaenda makanisani, unaenda wapi, watu wamejaa hisia tu, kinacholisha hisia ndio wanaona Mungu yupo kwenye hisia hizo mm. yani hata wana, Mungu wanamhesabia kwenye feelings, sio nani. Helewa nakosema hivyo. Live na Gee roundup Uh, ilikuwa ngumu sana sana kwa sababu licha ya kwamba baba yangu alikuwa mkufunzi pale kwenye chuo ambacho nilikuwa nasoma mm. lakini pia alikuwa mzee wa kanisa kwenye kanisa ambalo nilikuwa mm. nasali, kwa hiyo special kubwa sana sana kwamba, alafu kama haitoshi nilikuwa class representative. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu mm. fulani hivi ambaye moja au nyingine, kuna watu kadhaa wananifahamu, wakufunzi wengi pia wananifahamu kwa sababu unajua siara lazima uwe unaenda hizo sehemu. So it was very difficult, kila unakoenda mtu anakushangaa fulani eh, hivo. Kanisani ukienda fulani, alafu kama haitoshi chuoni ajifungua mm. hii na flaniboa flani mweyelau mm, flani mwenyewe mwenye by the way nielezee exactly, fulani mwenyewe ni Ruth ambaye in person, so mtu utashindwa kumrecognize akiwa exactly kila <laughs> mtu like, like pressure ilikuwa kubwa sana lakini, niliamua kujiambia kwamba you know what? hiki kitu kimeshatokea, mm. kwenye vitu ambavyo una, unaweza kufocus navyo kwa sasa, focus kwenye huyu mtoto, focus kwenye shule yako. Yaani mimi ratiba yangu ilikuwa mtoto akilala nasoma mtoto akilala naenda discussion. Amen, yeah nimekuelewa. <laughs> E sana. <laughs> Sana yani, mtu yote anayedili na eneo la hisia ndio atakaye tajirika kwenye hii dunia, kwa sababu ndiko watu wengi waliko mm, music mm, si nini nini mm, entertainment mm, ndio hicho, kwa sababu dunia imehamia huko. Ndio maana nakwambia kulikuwa na dunia ya mwili, nguvu ya mwili mm, tukaja kwenye dunia ya intelligence intellectual mm, tunahamia kwenye ulimwengu wa hisia. Hii ni Madini.com.